Kinachokuchekesha ni nini? Hapana, pole, asante sana, nishapoa mm. lakini... unaendeleaje? ah. nipo nipo tu e, nipo nipo lakini tunamshukuru. Ha, hauelewi kwa nini uko hapa leo e? Kwa kweli mm. sielewi. <laughs> <Sielewi. laughs> <laughs> Japo nakumbuka wakati nasaini na mkataba nilisema ntafanya kazi kwenye mazingira yoyote mm. e, haijalishi itakuwaje. Kwa hiyo wakati mwingine unalazimika kuja kwa sababu ya kile ulichokubaliana, lakini pia ukikumbuka sala ya Mtakatifu Inyasi wa Loyola ambaye ndo msimamizi wa, wa, wa redio yetu e, <laughs> nabidi tu ufanye kazi bila kutafuta pumziko zaidi ya kujua kwamba unafanya mapenzi ya Mungu. Amina, uko mm. vizuri? <laughs> niko vizuri sana, safi sana e, ndio nami niko poa, namshukuru mm. Mungu kwa hiki wanachosema, inaweza ikawa ni kidogo na kidharau lakini kuna mtu ambaye yeye kalala kabisa, mm. anasema ngala, hata ningeumwa mafua tu, Mungu e. kama wewe hapo e, kwa hiyo sasa so ishu so ishu sana. Alafu mwanaume unateswaje na mafua? inatokea maji mengi au kwako maji hayatoki? Ah, shida so maji wa mm. eh, kwa sababu mimi ni mnywaji mzuri tu wa maji. Ndio shida ni hali ya hewa na mazingira, yani, ya ya yeah, mabadiliko ya hali ya hewa na mazingira. Kuna, kuna nyakati huwa e, zikitokea, kuna watu tuna changamoto nazo, lazima mm. tu utapata mwili utaonyesha mabadiliko. Kwa hiyo okay. so ishu mm. tunaishi nayo mm. na maisha na somo, naogopa na kuwa mzungumzaji wa kwanza kwa sababu mm. hupendi maswali yangu. Nakupa nafasi Hapana ha, mimi leo sikuulizi ah, okay. e, twende e, sulizi <laughs> siku ma... leo. sawa. e. Sasa leo bwana, kwenye ujumbe wa Njiwa tumeona si vema tukakaa kimya wakati kuna watu wanalalama mm. si vema tukakaa kimya wakati anazungumzwa na ndio maana leo ujumbe wetu nautuma moja kwa moja e, kwa mamlaka zinazosimamia maji. Idara za e, maji. Idara za maji. Inaweza e. ikawa ni idara za maji za katika miji midogo. mm -hmm. Lakini naweza ikawa ndani ya miji majiji. E, kumekuwa na changamoto ya wananchi kulalamika kubambikiziwa bili za maji, inaweza kutumia hiyo lugha mm -hmm. ama kupewa bili zisizoendana na matumizi yao hasa nyakati zile ambazo unakuta maji hayapatikani kwenye kiwango ambacho alikuwa amekii au wakati wa mvua hey. Unajua, kuna watu wengine wanaweza kukuta na bomba nyumbani kwake, lakini mm. ana taratibu ya kuvuna maji yes. Msimu wa mvua kwa mvua zinapoanza kunyesha, unakuta pale bombani, hata kama maji yanatoka hayatumiki kwa sababu anakuwa na vyombo vya kutosha, uwezekana ana kisima ni uwezekana ana ana sim tank ambalo amewekea maji yake, amevuna maji ya kutosha mm. Kwa hiyo wanaamua kuwa anatumia maji ya mvua, lakini inapokuja kutokea bili inatoka. Vile, unakuta, vile, vile vile kama yeah. sio vile vile inawezekana ikawa ni zaidi na wakati wewe ukuwai kufungua bomba mwezi mzima yeah. Sasa tunajiuliza je, hii inasababishwa na nini, kwamba upepo unapo... kuna mmoja siku moja akasemaje? kwamba unajua ukiacha koki wazi mm. upepo ukipiga bili inasoma hivi? Kweli jamani, eti mita inasoma mm. alikuwa ni mtaalamu ah, wale ambao wanakuja kusoma mita wakati mwingine mwe mnaacha umefunga bomba mm. unajua bomba likiwa wazi upepo ukipiga Mita ina, ina, ina, ina, soma. Ina, ina... Ina taratibu inasogea, jamani. Inaweza ikawa ni sawa kitaalamu mm, kama wanavyosema, lakini kwenye hili tuna ushahidi eh, kutokea bungeni. Ni hivi tu karibuni eh, alisikika spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Mheshimiwa Zungu akisema, huyu ni mbunge wa Ilala pia mm, akisema wao Dar es Salaam mwezi uliopita walisota sana na maji natoka kwa mgao na mgao ulitangazwa rasmi mm. lakini bado wananchi wanalalamika, bill zinakuja pengine zaidi ya ile waloizoea, au zinakuja zile zile. Sasa mtu anajiuliza, na ule mwezi mwezi ambao ambao walikuwa maji maji mara mbili, bili ilitoka kubwa, kwa nini bili itoke toke kubwa? Kwa hiyo <laughs> sasa ikatupa ushahidi kwenye malalamiko ambayo watu wamekuwa akiyasema, na hapa mm. mimi nawatupia lawama moja kwa moja wale wanaotumwa kusoma mita na mm. wanaowatuma kwenda kusoma mita. Nitakupa mfano, nimewahi kukaa kwenye nyumba fulani, tukaa tumesafiri mwezi mzima. Ile nyumba e, mita yake iko ndani, manake hatukuwapa mm. ruhusa ya wao kusoma mita, lakini kan maji bili ilitoka, yani <laughs> sasa kajiuliza, <laughs> wao wametoa wapi? Eh, sasa kwenye kuuliza, by the way, mmeshajua mimi nilivyo na tabia za kuhoji, e, naeleo, wewe ni ni ni ni, zani eh, mfuku nyuzi eh, nikahoja akasema eh. Sasa wewe ikitokea eh, coincidence kama hiyo tunakadiria. Tunakadiria kulingana na matumizi yako. Kwa nini unikadirie ya mwezi uliopita? Ina maana kama sikuwepo yawezekana, mwezi mzima umeisha, mimi sikuwahi kutumia maji eh, yes. Unaanzaje kunikadiria mm, mm? Mm, mm. Kikweli, ina inawaumiza wananchi na hatuna sababu ya kuendelea kulifanya hivyo japo E, pia kuna mambo huwa yanapelekea mfano mm. Kuna hii ishu ya mita kuzifungia ndani au mtu mwingine unakuta ameitengenezea sijui ni kanini kale Ka box, kibati, e, ameifunga, ameifunga kwa hiyo hata wasoma, wasoma mita wakija wanapata tabu sana kufanya kazi yao. Wanakuta kumefungwa, wasipokuta mtu yeyote nyumbani e, na kuacha changamoto, lakini yote kwa yote hiyo haiwezi kujustify mm. wao kutoa bili zisizoendana na uhalisia kwa sababu hizi ni mamlaka na ni mamlaka za kiserikali mm. kwa hiyo tunahitaji namba kwa namba unasema umetumia mayaji ya elfu tano mtu apate elfu tano sio mkadili kwamba hawa atakuwa ametumia mm, elfu eh, sita, au unasema kwa kuwa mwezi uliopita huyu alitumia elfu tano mia tano au ndo zile hesabu za makadirio uh -huh. makadirio ya ya, ya nukta ndo zinapo ha, ha, haijakaa vizuri haijakaa <laughs> watu hiyo haijakaa vizuri hmm. Mimi nadhani kitu ambacho mnatakiwa kifanya mamlaka za yeah. maji kweli, mnafanya vizuri mnajitahidi katika baadhi ya maeneo, wanapata maji kwa wakati, ingawa yes. maeneo mengine unakuta mnajifanya miungu watu mm. Yani mnatoa maji kwa kujisikia nyie, na kuna maeneo mengine ili utoe maji lazima upewe kwanza rushwa. Kuna maeneo nimeyashuhudia katika wilaya ambayo siwezi nikahitaja wala mkoa mm. ambao, yani wenyewe ili wapate maji yule ambaye anagawa maji ana, ana, anagawa kwa kujisikia kwamba mtaa huu mm, kuna mtu kanipa chochote ngoja niachie maji. Mtaa mwingine ambao hawatoi chochote, unaweza kamaliza hata wiki nzima hajawapatia maji yani, yani, yani utafikiri basi lile li, nini yale maji ni ya kwake, yeye anafanya anavyotaka, ha, hafanyi vile ambavyo wananchi wanahitaji, yeah. Na kwa kufanya hivyo hajui anapofanya hivyo kwamba anakuwa yuko anaikosesha mapato mamlaka husika, no. Kwa sababu watu wanapopata maji, mwisho wa siku, ikija kufika mwisho wa mwezi si, si mita inakuja kusoma, mm. Kwa ikija kusoma pale, kulingana na mtu na matumizi ambayo anakuwa ametumia, ina maana ndio atalipa kulingana na kile ambacho amekitumia, yes. Lakini sasa, unapokuwa unatoa maji kwa kujisikia wewe, mm. kuna sehemu ambako unasababisha hasara, ingekuwa inawezekana kama maji hapo ya kutosha. Ruhusuni wananchi kila siku wapate maji, yani kila mtu ahukumiwe kwa matumizi yake ambayo anayatumia. Inaweza ikawa nzuri kweli, mnafanya kazi vizuri yeah. Lakini tunaomba pia katika huu usomaji wa mita mm, ili kupunguza haya mtu kuna mbambikizia, unambambikizia bili ambayo hajatumia, inawezekana ni matumizi ambayo hajatumia hawa mm, wananchi tuwafundishe, unapoenda kusoma mwite mwenye, angalia kwenye ile familia mkubwa yeah, ambaye yupo wakati huo ambayo unakumemkuta mwelekeze mm, kwamba wakati wa kusoma mita tunafanya hivi na hivi na hivi na hivi yeah. hiyo pia inaweza ikasaidia kwenye matumizi ya maji hata wakiwa wapo nyumbani mm -hmm. Inamaana kama kuna mtu ambaye anajua kuisoma vizuri ile, ile mita yeah. atakuwa anaenda kuangalia hivi kila maji yakitoka, huwa tunatumia uniti ngapi uniti ngapi? Umeona yeah. Yeah. na kama unaona uh, maji yametoka leo umetumia uniti tano inamaana kesho mtaangalia jinsi ya, kujiko, ya kujibana, kujibana mtumie uniti tatu au mtumie uniti mbili ili kupunguza zile gharama ambazo zinakuwa Yeah, zinazidi zina, zina kila no, mwisho wa mwezi no, no. Lakini sasa tusipofundisha, mtu akiona maji yametoka bombani yeye anajua ni maji, maji yameletwa na Mungu, anawakaribisha hey, na majirani wanakuja wanajota bure. Mwisho wa siku ikifika mwisho wa mwezi anayekuja kuumia ni yule mmiliki wa bomba mm. Naomba tumwagize Njiwa, na nadhani idara ya maji mtakuwa ametusikia vizuri. Tunaomba kama mna tabia ya namna hiyo, basi mjirekebishe na mwayafanyie marekebisho hayo ambayo mnaona ni changamoto. Ujumbe wa Njiwa. Yeah, yeah, yeah. Njia ni ndefu lakini tunaweza wangawa, wajua utatufikia mioyo yetu, ngome ya imani, kama upepo unavyovuma kama nyota,